Songwe yatoa taarifa ya ajali ya usalama barabarani iliyotokea jana tarehe 29 Septemba 2025 majira ya saa tano usiku katika eneo la Seketwa kata ya Handa ya abwao la Mbozi mkoa Songwe katika barabara kuu ya Tunduma mbele ya Tunduma, Tunduma. Ajali hiyo ilihusisha gari ya miaka za usajili T mia tisa na nane CSV aina ya Toyota IST rangi ya silver iliyokuwa ikiendeshwa na dereva Musa Njowela eldo mwenye umri wa miaka 38, huyu ni fundi ujenzi na mkazi wa Tunduma wilaya ya Momba, ambaye alikuwa anatoka kijiji cha Shiminga kuelekea ekea Tunduma. Gari hiyo liligonga kwa nyuma sehemu ya ubavuni magari mingine tela lenye namba za usajili T758 AQP na tino lake T704 AKH aina ya Scania, mali ya bwana Arafat lada, ilikuwa limeegeshwa upande wa kushoto mwa barabara baada ya kupata hitilafu alikuwa nikitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma na kusababisha vifo uko vya watu wawili, mao wa kwanza ni Queen Watson Sampamba mwenye umri wa miaka 36, na Wasi Berdon Mgalla mwenye umri wa miaka 42. Wote ni wafanyabiashara na wakazi wa Tunduma na ya momo. Aidha, katika ajali hiyo dereva wa gari dogo Musa Njowela aliumia sehemu mbalimbali za mwili na anapatiwa matibabu katika hospitali e, ya wilaya ya Mbozi huku magari yote mawili yakiwa ameharibika vibaya baada ya ajali hiyo ya kwanza. Dakika chache baadaye, sehemu hiyo hiyo ilitokea ajali nyingine iliyohusisha gari namba za usajili T 425 tano EEV aina ya Toyota Surf yenye yenye rangi nyeusi iliyokuwa ikiendeshwa e na bwana Abdul Lugano Mwakapesa mwenye umri wa miaka hamsini. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Mpemba, wilaya ya Momba, ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Mbeya kuelekea Tunduma. Gari hilo liligongwa kwa nyuma, ile ya mwanzo nailio Scania namba t 758 na AQP na t 704 AKH lililokuwa limehusika katika ile ajali ya, ya kwanza na kusababisha vifo watu wawili na majeruhi wanne kama ifuatavyo. Waliofariki ni Emmanuel John Mwangemile mwenye umri wa miaka hamsini na tano na Emmanuel Martin Kandonga, huyu ana umri wa miaka hamsini na ni afisa elimu wa kata ya Mpemba, wote wakazi wa Mpemba, wilaya ya momba. Majeruhi wanne katika ajali hiyo